Waandishi wa habari hao kumi na tano wanaanza mafunzo hayo kupitia mradi wa kuwajengea uwezo waandishi wa habari ili jamii iweze kupata taarifa unaotekelezwa na umoja habari wa klabu za waandishi wa habari nchini Tanzania, UTPC. Mjumbe wa bodi ya UTPC na katibu wa klabu ya waandishi wa habari mkoa kwa wa Morogoro, Lilian Lucas amefungua mafunzo hayo yatakayodumu kwa siku nne kuanzia tarehe 25 tano mwezi wa Juni katika mkoa wa Morogoro. Naomba mkatumie vipawa vyenu mvopiwa na mwenyezi Mungu eh, na vipaji eh, mvopiwa na mwenyezi Mungu mkavitumie ipasavyo, lakini nyiye mmekuwa, nyie ndo machampioni ma wetu. Natamani yani press club tubadilike, yani tubadilike na imani, nyie ni vichwa, nyie ni vichwa <laughs> paka mnachaguliwa mna, mna hapa na imani nyie ni vichwa hmm? kwa hata kwamba hata hmm, lakini kutokana na uwezo wangu namna ulivyojieleza umechaguliwa hapa. Mafunzo hayo yanaanza na mada ya saikolojia za waandishi wa habari kulingana na changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo. Lulu George yeye ni mtaalamu wa saikolojia na mwenyekiti wa klabu ya waandishi wa habari mkoa wa Tanga ananieleza, waandishi wa habari wamekutana na changamoto mbalimbali mbali zinahusu masuala ya kisaikolojia na ni waathirika na wahanga wakuu, kwa sababu kazi wanazozifanya mara nyingi zinawaathiri na wao kama binadamu mwingine yoyote. Waandishi ndio wanaoripoti majanga, maafa, ajali, kwa hiyo wanakutana na vitu mbalimbali ambavyo kiafya, kwenye afya ya akili inakuwa ni tatizo kwao, lakini kulingana na hali zao wanashindwa kupata ule msaada wa kitaalamu kwa sababu unahitaji gharama na hayupo mtu wa kwenda kuwasemea wala kuwapigania. Kwa leo tumewafundisha ustawi na umuhimu wa kulinda afya zao ya mwili, akili, kiroho na kuwapa maarifa na mbinu mbalimbali mbali ambazo wanaweza wakafanya kazi zao pasipo kuathiriwa na mambo kama hayo. Kwa hiyo tunaamini kwamba watakaporudi wataenda kuelimisha wengine zaidi, lakini pia hata jamii, taasisi na mashirika mbalimbali mbali, wanapofanya shughuli zao wajue kundi hili ni kundi ambalo linahitaji msaada wa kisaikolojia. Kilichofanyika ni kwamba tulikuwa tunapitishwa katika kujitambua, uh, sisi ni akina nani, lakini pia tukipatwa na changamoto jinsi gani tunaweza tuka tukatoa hizo changamoto ili sasa tukawa salama. Kwa hiyo yawezekana walaji wa habari hawapati zile habari halisi kutokana na huyu mwandishi yupo katika a changamoto mawazo ana vitu vingi sana ambavyo hajasaidiwa, hivyo basi anatoa kitu ambacho si salama. Ndicho ambacho tumepitisha katika maeneo mbalimbali. Uh, una, una changamoto na mawazo, lakini unafanyaje sasa kutoka katika hiyo hali? Ndivyo ambao tumeambiwa tukifanya kazi tutenge pia muda wa kupumzika, tupate muda wa kurelax. Wa kufanya hivyo, kuna matukio umefanya kwa muda mrefu yamekuumiza. Uh, pata muda wa kufanya habari nyingine ili usahau yale, au pata wa kupumzika zaidi baada ya kufanya vile vitu kikubwa. Ukishakuwa vizuri kiakili, hivyo basi utafanya kazi kiustadi zaidi. Ndicho ambacho waandishi wengi wana, wanakumbana nao na hawataki kujua kama wana changamoto hiyo, kwa sababu mwandishi anajua yeye kila kitu anaweza. Kwa leo tulikuwa tunapigwa nondo sindano kwamba okay, ukiwa hivi fanya hivi, kwa tumepitishwa kwa vitu vingi. Kwangu imenisaidia sana sana sana.